Yes, welcome SeNkoLink. Kama lako wa kwanza, mfuate channel yetu sub, subscribe, like, kushare, na comment uh, kwenye video hii, tuna kuangalia NECTA grade analysis and summary. Kwa hiyo tuna kuangalia kwa standard seven la saba. Huja, hii pia tunayo ya form 4 kuangalia video ya form 4 utaklik kwenye pop up button hiyo ambayo inatokea hapo juu ya video hii. Utakliki tena kuangalia analyzer au analysis ya ya form 4 au tunasema O level ile inatumika kwa form 4 na kwa form 2 lakini ili demonstrate video moja mbili za kuelezea ya form 4 lakini tutaelezea kwa standard 7. Kiingia tutana na hii pop up menu hapa. Kwenye menyu kutakuwa na past result, subject result view. Hapa kuna subject school and names, kama labda majina wanao na watoto wa wanafunzi kumaliza lese m mwaka, mwaka huu majina yao nayo naweza kupesti hapo kwa ajili ya kubandika wanafunzi wengine ili waweze kuona. Tulikuwa tuna kipindi cha nyuma NECTA alikuwa anatoa majina, yani inakuwa prime number, candidate number na majina, lakini sasa hivi wanatoa tu prime number na candidate number na sex basi, hawatoi majina. Kwa sababu kama majina unayo, nimekuwekea sehemu ambayo utapesti hayo majina. Kwa hiyo tutaanza kuingia hapa kwenye school, hapo tutaandika jina la wilaya, iko wapi, mfano Dar es Salaam. Tuweke wilaya Kibaha mji, namba ya shule iliyosajiliwa hapo ipo, tunatunga tu hapa, shule ya msingi tuweke tu shule ya msingi SeNkoLink, tutaweka hapo, tumemaliza hapa hivi nakuwa kuna masomo haya huku masomo initial ya Necta haya huku wa, upande huu huku initial ya Necta ila haya hapa ma, masomo tunatumia tu kwenye analysis. Kwa kama shule yako ya ya nini ya English medium, unaweza kubadilisha haya hapa ya upande hapa, hapana shida, ila ya huku wa, haweza, sabu, haya hawezi tuwezi kuyabadilisha au usiyabadilisha kwa sababu haya yataendana na analysis ya nini haya ya, ya baada hapo hapo, unaweza ukapesti majina ya wanafunzi na mfumo huu hapa unachukua jumla ya wanafunzi elfu moja na mia saba na sitini na saba wanafunzi napesti hapo. Kama majina hauna basi, tauli zako home utakuja kwenye kupesti result hapa wayaaya kuta haya Unashauriwa kufanyaje? kuyafuta tu haya, una tatizo lolote au utafuta. Lakini nasisitiza kama mara yako ya kwanza, fuatia channel yetu hiyo, usisahau kusubscribe, ku like, ku share na comment, ili uanze kupata video zetu zipite na upload. Na mfumo huu au template utaipata kwa bei nafuu sana. Karibu kwa mawasiliano, tupige kwa namba sifuri sita hamsini na mbili thelathini na saba ishirini na saba ziro tano hapa utaingia hapa kwenye website yako au kwenye browser yako na utumia. Mimi natumia Google Chrome. Na hata kwa simu hii template hata kwa simu inafanya kazi maana ni template. Tutachukua hapa primary, tuchukue hata tukichukue elfu mbili na ishirini na nne sawa, maana wame update kote. Wame update kote. Kwa hiyo tu hapa labda Itigi hapa. Tuchukue labda Itigi primary hata matokeo ya nyuma wote wamekuja wameyabadilisha kwenye primary hapa. Kwa ii primary hapa, utakopia matokeo yetu, utakopi hapa, utayapesti hapa, utapesti ila, uta right click na utakuja hapa. Inakuanzia kwenye namba saba hapa, uta right click uta paste tu special, uta click paste yako, yenyewe itaanza kuchambua itachambua, kama hili, kuna mwanafunzi ambaye atapata masomo sita yote, haya ni matokeo. Majina yao ya paste hapa, hapa hii a tu matokeo ya kawaida ambapo somo husika nakwenda na matokeo yake hapo na hapa pia ni wanafunzi hao hao 1767. Hapo unaweza ukaprint ukaprint bila shida hiyo. Baada hapo tunakuja kwenye summary sasa. Hapo tuna summary za aina mbili. Tuna summary ya kwanza hii. Summary ya kwanza itakuwa itaonyesha wanafunzi waliosajiliwa, wasichana, wavulana, waliofanya mtihani, ambao hawajafanya mtihani itaonyesha itaonyesha waliofaulu, itaonyesha waliofe waliofeli. Hapa itakuja itachambua wasichana na wavulana, jumla, madaraja yao yale, A wangapi, B wangapi, C wangapi, D wangapi, E wangapi, na absent, absent ambaye itakuwa hayupo. Haya, baada ya hapo itakuja kuangalia asilimia ya ufaulu kwa ujumla, ufaulu kwa ujumla, ufaulu kwa ujumla, kwa ujumla kuanzia grade A mpaka grade C ina kwa ujumla ambapo hiyo, hiyo tutafanya analysis yake hapo, tutatumia hapo, tutatafuta nini hizi percent, hizi percent kwa wasichana na wavulana na kwa jumla. Baada ya hapo tutakuja kufanya uchambuzi tu kwa masomo yetu, wa masomo yetu ya kawaida kwamba waliosajiliwa wangapi A hey, zilikuwa ngapi waliofanya mtihani wangapi waliofaulu A hey, mpaka s katika somo husika wangapi, utaona hapo. Hii nayo unaweza ukasevu hapo, ukaprint na pia inakuwa na graph. Graph hii ni kwa ajili ya hapa. Hiyo ni analysis ya kwanza, na analysis nyingine ya pili ni subject summary. Hapa sasa tunanyambua somo moja moja kwamba somo fulani labda Kiswahili Ei hey, labda wasichana walipata ngapi, hivyo yani wasichana walipata ngapi, avana alipata ngapi E B mpaka mpaka e hii e, e, nachambua tu kwamba wangapi walipata ngapi, wangapi walipata ngapi kwa, kwa jinsia. Kwa hiyo hii ndio nalaiza structure ya ya primary, primary school ambapo ni rahisi sana kuitumia, mtu yote anaweza kaitumia wakati wakati wote. Sasa tutafuta shule ambayo ina absenteeism, yani labda kuna mtu labda absentee, labda hajafanya mtihani, kwa tuangalie angalie. Angalia angali hapa, zi, so tutafuta zile shule ambazo zina wanafunzi wanafunzi wengi, japo kwa mimi sijui sijui. Kwa tuangalie ya serikali. Hapa ni mchanganyiko hapa. Ilikani ipi ni ipi ipi ni ipi? Hapa. He, kwa wanafunzi mfano kama huyu ambaye ameandikiwa meandikiwa katika template yetu hapa, utaingia, tutafuta hapa kwenye paste result, yakuta angalia, kati unafuta, sio kafuta, mpaka utafuta tu, utahelaiti hapa mpaka hapa, hapa tutafuta hapa lae, lae kwa huyu, huyu ambaye ana X kote kwenye masomo yake sita, tumwandikie absent, maana yake atakuwa atakuwa hajashiriki mtihani. Atakuja kwenye summary hapa, tukinyambua tutaona ambaye hajafanya mtihani ni mmoja ambaye ni msichana, tumwandika absent, na hata kwenye masomo aliyosajiliwa kwenye masomo hayo aliyofanya, hayo ambaye hajafanya huyo, na hata tukija tukija kwenye analysis ya kawaida huku, e analysis ya subject pia na itakunyambulia itapu, itapu, vizuri tu masomo yote, uzuri zaidi. Kwa hiyo tafuta ya mwisho ili tuone, tuonezewe inavyo fanya kazi. Kwa tafute nyingine chache, atuame mkoa, tuame mkoa, labda ndio Mwanza huko Buchosa absent na hizi ni mmoja, tutie tuone, ili tuone kabisa kwamba mfumo wetu unao uwezo wa kuchakata matokeo ni zaidi ya au tuseme template uh, right. Inaweza kuchakata matokeo zaidi ya wanafunzi kadhaa Sio tu hawa watu ambao tupoita tutafuta, ila mimi nitapeti tu moja kwa moja, kwa sababu matokeo naona kama wanafunzi kama hawa hapa, ndio hapa wanaishia ni ngapi? 364. Kwa kurudi hapa home, tukija kwenye hii result view ni ya kawaida tu, tutakuja hapa kwenye summary, tutaonyesha kwamba wanafunzi wote kabisa ni mia tatu mia tatu hapa, kwamba senti mmoja manake ni mia tatu salasina, ngapi salasina nne, ambapo walo sajiliwa wasichana hawa wavulana hawa hivo na watainiwa lofanya mtihani wasichana hapa wavulana hawa jumla ni hawa. Kwa walo sajiliwa ni mia tatu sitini na tatu, ilo lofanya mtihani ni mia tatu sitini na mbili kama hapa inavyoonyesha, mia tatu waliofaulu wangapi? Ambao hajafaulu wangapi? Itachambua wote kuanzia mwanzo mpaka mpaka mwisho. Na huku pia itaonyesha waliosajiliwa ni wangapi, waliofanya mtihani ni wangapi kwa somo husika, na wasiofanya aba wangapi, na kuendelea mpaka mpaka mwisho, mpaka mtihani wote unafanya jina linaisha. Sasa tena kwa kusikia, tutaenda katika video nyingine kwa kutaka kujifunza au kutaka kupata hizi analysis kucheki kwa hizo namba hapo, so kukuhudumia. Asanteni sana.